Mtazamaji, gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya amepuuzilia mbali kauli ya rais William Ruto kuwa mrengo wa upinzani ulifeli pakubwa katika chaguzi ndogo zilizotamatika nchini siku mbili zilizopita. Natembeya anasema serikali ilikiuka sheria za uchaguzi ili kufanikisha ushindi wa wagombea wake. Pita Nyongesi na taarifa hiyo. Kauli hapo jana ya rais William ruto akiwa katika jiji la Nakuru na kuwa upinzani ulifeli pakubwa kunyakua kiti chochote cha kisiasa katika chaguzi ndogo zilizoandaliwa nchini Alhamisi juma hili imepingwa vikali na gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya, akisisitiza kuwa serikali ilikiuka sheria za uchaguzi ili kuwapa ushindi wagombea wake. Fedha kule Malaba, every polling stream ilikuwa na mtu viongozi ambao wamechaguliwa kutoka upande ule wa Kenya kwanza ambao walikuwa wanapatia watu uh, watu fedha. So mimi najua watu wetu as so watu wa Malava kwa mfano, wanajua walijitokeza, kwa kuja kutupigia kura, walisikia ile mambo ambayo tuliwaambia. Hata wale elfu ishirini ambao walitupigia walitupigia kura licha ya kupewa shilingi mia tano na bado akatupigia kura. Kuna wale ambao hawakuweza, maana ameambiwa chukua hizo fedha na upigie mtu fulani uh, kura. Kuna wale ambao wanakuwa obligated, akishachukua fedha za mtu lazima ampigie kura. So ile ambayo imefanyika kule Malava na kule Mbeere it's not the expression of the will of the people, hiyo ni will of the government ambayo ilikuwa na obsession ya ku demonstrate kwamba rais hajapoteza haja, haja umaarufu. Na kama watatumia haya matokeo kuanza kupiga kifua na kusema kwamba ati rais bado kwa, kwa na umaarufu, sisi tunataka hivyo maana, is a wrong measure. Akizungumza mjini Kitale, Gavana Natembeya amezidi kutoa hakikisho kwa wananchi kuwa mikakati ya kulinda kura mwaka wa 2027 umeimarishwa, Akiwataka Wakenya kujitokeza kwa wingi ili kushiriki uchaguzi huo mkuu. Hiyo iko out number 3 ada hizo magunzo ambao wanaleta, sio ada magunzo huko everywhere, watawagawanya kila mahali. Utakuwa na magonjwa kila mahali. Hata hivyo, amesisitiza kuwa hatua ya kumpokonya walinzi ilikuwa kufanikisha mazingira duni ya kupigia kura katika eneo bunge la Malava. hiyo ya kuninyang'anya, first of all walinzi yangu, ilikuwa na nia gani? Mbona haukutaka mimi nikuwe kule Malava kama alikuwa na the the will of the people ku express? Mimi niko na hakika 100% kwamba hakuna aibu, hakuna kusema. Ndaambia watu wangu nini ama ndaambia wao Kenya nini? Maana naamini kabisa ndani ya roho yao kwamba hizo kura tulizishinda. Hata ngala takwimu zenu za mwanzo, setu za mwanzo Spanya kwa alikuwa 70%. Toka Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, kiripotia West TV WTV, naitwa Peter Nyongesa.